Tukiachana na taarifa hiyo basi tuelekee katika taarifa nyingineyo ambapo Kigogo Samuel Ekiru mwenye umri wa miaka ishirini na saba pamoja na Joyce Nyarurii aliye na umri wa miaka thelathini na mitatu ndio mabingwa wa awamu ya pili ya mashindano ya uendeshaji basikeli almaarufu kama Tour De Machakos. Samuel Ekiru wa Kenyan Riders alisajili muda bora na hivyo basi kuibuka na ushindi. Kwa upande mwingine, Suleiman Kangangi alimaliza katika nafasi ya pili baada ya muda bora vilevile, hii ikiwa ni mbele ya Josphat Githambo ambaye aliridhika na nafasi ya tatu kwenye siku ya nne ya mashindano hayo. Katika kitengo cha waendeshaji walio na umri miaka wa zaidi ya miaka 40, Davidson Kamau akawa mshindi baada ya dakika 7 sekunde 12.45 na Jesper Fielder naye akawa pili. Kitengo cha kinada Joyce Nyarurii akaweza kuimarika na ushindi huo basi, baada ya dakika 8 e, sekunde sekundi 33 nukta kumi katika mashindano umbali wa kilomita 279.7. Nancy Akinya kamaliza akamaliza katika nafasi ya tatu.